E, bwana kama kawa, kama kawa wizo, teacher wakunitaga Rascol Medy bingwa viporo Tanzania nzima, ama CEO wa michezo ya kujimwaga, wakuchili, wakumimina, wakuteleza kama bamia, wasambawa na mambo. Mwanafunzi wangu wananitaji, wanakuitaga hombo, babangu, yaani mzee wakufanya nini, wakumimina e, wakuchili, wakumimina, wakuteleza kama bamia. Ni kwa mara nyingine tena, baada ya rikizo ndefu, tunarudi tena darasani Safi. Mwanafunzi, unaitwa nani? Baba, naitwa King'amuzi k kingasti zombi dishi kifepyede kenge uchi wa mbuzi ama uchi wa ngoti ama Bluetooth, ama data. Safi kabisa. maandalizi ya kuelekea kwenye mahafali yakoje? Maandalizi yako vizuri ndio ticha wangu eh, kanielimisha ama kanifundisha Jinsi yes, ya yeah. kwenda darasa la 4C. Safi, maandalizi yanaendelea. Kwa sababu maandalizi yanaendelea, basi na masomo pia yaweze kuendelea. E, tunarudi sasa darasani, turudi darasani nimesemaje hapo? turudi darasani. Baba nimesema deboleka na deboleka, kabla ya kazi kuanza. Safi mm. somo la leo la leo ehe Maswali ni kama ifuatavyo. Sawa. Tanganyika ilipata uhuru mwaka gani? 2195. Unasikia unachokizungumza? Nakisikia kabisa. Umesemaje? 1995. Na hiyo <laughs> namba uliyoitaja kwa Kiingereza unaweza ukahitaji. Sawa. Itaje hiyo namba 1995 kwa Kiingereza? Inaitwa bichwa kubwa kili ndogo dogo eh? Tanganyika ilipata mwaka elfu moja mia tisa sitini na ngapi? Na moja, iweke kichwani, kichwani. Zanzibar ilipata uhuru mwaka gani? ilipata uhuru mwaka 2995. jipigie makofi, nimepatia. Un, unakuja kuja yes. unakuja kuja lakini, utaumia sasa. Haya, utauponza sawa. Zanzibar ilipata uhuru mwaka 1963, safi. Iweke kichwani. safi. Iweke kichwani. safi. muungano wa Tanganyika na Zanzibar, baada ya Tanganyika na Zanzibar kuungana, kikatokea kitu gani? Kulitokea, kulitokea, kulitokea, kulitokea nini? kulitokea kenge. <laughs> kulitokea muunganiko ule. Muunganiko ndio ulileta jina Tanzania. Tanzania ni majina mawili, Tanganyika na Zanzibar, ndio tunapata nini? Safi. Zanzibar. Zanzibar. So, Zanzibar. Zanzibar. Zanzibar. Mm. So, kenge Zanzibar. Mm. Haya, usoma kwa Kiingereza, kusoma kwa Kiingereza, kamata karatasi, usome kwa Kiingereza. Mtazamaji e, King'amuzi anaenda kusoma maandishi yaliyoandikwa kwenye ubao e, ama karatasi nyeupe hii nilionayo, eh, kwa Kiingereza, baba Bamba. anza sentensi ya kwanza, tuje sentensi ya pili mpaka ya mwisho ya tano. Tuanze na sentensi ya kwanza kusoma kwa Kiingereza.

Nisikilize vizuri nitakunyosha nitakutoa meno. Usitake kunichekesha. Unachekesha walio nuna. La hasha. Utaumia. Kichwa the the uh, kimejaa, kwani yes, <laughs> Likizo likuwa unakula nini? Likizo likuwa uh, najisomea mwale. Hivi ndio unasoma, no, no, no, no, utumbo? Au uh, likuwa nafagilia supu ya utumbo. Unakuja uh, no, fag... kumwaga tu utumbo huku <laughs> Eh bwana, nilikuwa nilikuwa najisomea na pia na kufuata eh kunywa supu ya utum. The cat is sleeping on the bed. Mtazamaji, tuachane na hiyo, tudondoke sentence ya pili. I like to play football with my friends. Soma uh hiyo. Uh-huh. Sema le, uh,

Uh, football. Football. Football. Who who who who, is is is is my my my friend? My friend? Rudia tuondoke sentence ya tatu. Asema I like to play. To play. To play. With football with my morning. She drinks hii umeiweza, jipigie makofi. Hebu nirudie, nimesemaje? Every morning. Every dinner, every uh, uh, morning. Tuende sentensi ya tatu. Sentensi ya tatu. Tunashitua. Tunashitua. Sentensi ya tatu. Nimesemaje? Sentensi ya tatu. Ah, soma. Eh, soma the sun. Sun. The sun is the jua lina melemeta linachoma, lina, lina, lina unguza, ah. Yani jua lina babua, leo lina babua watu, ndio maana yake. amna pipo hapa alibabui, ah. watu walijaongelea, yeah. mimea Sir. wanasema the

si ya ya tano ishtuke, Ishtuke. Ishtuke ni tano baba, sentence. Sentence ya tano baba. He He He He He He reads. He reads. reads. reads. reads. reads. Reads. A book book before before going to to bed. bed. Nimesemaje hapo? <coughs> Uh, to bed. Anajisomea vitabu kabla ya kwenda kufanya nini? Mazoezi. Kulala kwenye kitanda. <coughs> Yes, ah, tena sio kulala, hajasema sleep. Before going to bed. Kabla ya kwenda kitandani. Kitandani. Soma mara mwisho. Anasema zetu mapumziko. Eh, tukikupa elimu ama mafunzo ya Kiingereza haya. Eh, ni mwanafunzi wangu huyu, yupo darasa la tatu, lakini tunaenda kufanya graduation kuelekea darasa la nne, lakini kazi ndiyo hiyo, kama unavyosikia.